Nisikutende udhalimu ili nikupendeze Mungu wangu, kusudi nisikutende udhalimu, ona oh, ili nikupendeze Mungu wangu, ona oh, na na na, naye yeah, zaidi nikujue niwe na amani moyo zaidi zaidi, nikujue niwe na amani moyoni mwangu, zaidi zaidi, nikujue niwe na amani moyoni mwangu. Mpendwa mtazamaji, tulioko mbele yako ni watumishi wa Mungu The Healing Missionaries ambao tumeandaa ibada nzuri ya baraka katika eneo la Mwenge stendi. Pale ni ibada njema inayopendeza sana, ambayo tumealika watu wa dini zote, kabila zote, watu wa aina zote waje pale. Ibada hii itakuwa nzuri kama ambavyo sisi tunafahamika kwa jina letu la The Healing Missionaries. Sisi tunatamani sana kuweka hadharani upendo wa Mungu na ule moyo ambao yeye aliuachia katika Yesu Kristo akaja mwenyewe ili apate nafasi ya kujijulisha kwa watu wake na upendo wake kuwa dhahiri kwa watu wake. Tumeangalia huduma ya kwanza ya Yohana Mbatizaji alipokuja hapa duniani, cha kwanza akasema ile Mathayo tatu mbili, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Ndiyo neno lake la kwanza. Uh, mimi naitwa John Lisu na ninayo furaha sana kuwa part ya hii huduma uh, ambayo itafanyika tarehe moja Mei pale Mwenge Stand na kwa kweli Biblia inasema maandalizi ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi hutoka kwa Mungu. Uh, tunao waimbaji wengi sana. Mimi kama John Lisu nimejiandaa na timu kwa ajili ya kuja kuhudumia, na wote tunakuja sio kwa sababu ya ni mastaa. Staa wetu ni mmoja tu, ambayo ni Yesu Kristo. Sisi tunakuja kumwinua yeye, tunakuja kumsifu yeye. Biblia inasema tukimwinua yeye, akishuka atakutana na maisha yako na utabadilishwa hmm, na kuwa mtu mwingine yeah. Kwa hiyo tuwakaribishe sana kwenye huo mkutano wa praise crusade ambao utafanyika mwenge stendi tarehe moja. Kumbuka ni tarehe moja. Mwambie rafiki, amwambie rafiki ya kwamba wote tunakutana Mwenge eh, mapema kabisa kuanzia saa? Tunaanza kuanzia saa sita. Kuanzia saa sita mchana hmm, tunakutana pale tuna tuna vikundi vingi vya worship kama mimi John Lisu nipo, unamwona? ndugu yangu Kibonge wa Yesu yuko hapa no, eh, kwa ajili ya kuinua sifa kwa Bwana na wengine wengi watakuwepo. Kwa hiyo tuwakaribishe Watanzania, tunajua ni watu wazuri, wanapenda sifa aa, wanapenda kumwabudu Mungu. Kwa hiyo John, tumsifu Mungu John, tumwabudu Mungu. Tunapoinua sifa kwake yeye, atakuwepo kupigana vita yako. Kwa hiyo usikose. Amen. Shalom, shalom. Majina yangu ni Kibonge wa Yesu, mwimbaji wa nyimbo za Injili hapa nchini Tanzania. Um, nipende kuwakaribisha kwa moyo mkunjufu sana vijana, mimi na dili sana na vijana, msipange kukosa tarehe moja, lakini pia sio vijana tu, na rika zote zote mnakaribishwa. Ni Mwenge stendi ya zamani. Karibuni sana sana, sana. Ni kuanzia saa sita na kuendelea, tutamsifu Mungu, tutamtukuza, miziki italia sana, uwepo wa Mungu utashuka. Njooni tumtukuze Mungu, njooni tumsifu Mungu kwa maana yeye anasema kwenye sifa anashuka. Kwa kama unataka kumuona Mungu, njoo tumsifu Mungu kwa pamoja. Njoo na mashida yako, njoo na tatizo lako, tukupitia sifa, matatizo yako yote yatasoviwa pale. Mungu akubariki sana, karibuni sana. Msipange kukosa tarehe moja ya mwezi wa tano pale Mwenge standi ya zamani. Amen. Praise Crusade, Mungu ametupa neema ya kuwa na watumishi wa Mungu mbalimbali mbali. Tutakuwa na John Lisu, kaka yetu John Lisu, tutakuwepo na Mama Upendo Nkone, tutakuwepo na mtumishi wa Mungu Bella Kombo, tutakuwepo na Arme Sebene kutoka Morogoro, tutakuwepo na Kibonge wa Yesu, tutakuwepo na Madam Emmy Charles, tutakuwepo na waimbaji wengine wengi sana. Listi ni ndefu sana, na kama ulivyoanza kuona kwenye posti zetu zile ambazo zinatembea mitandaoni, tulisema ni saa tisa, lakini kwa sababu tunakupenda wewe, mtu wa Mungu, tumeona ni vyema tukaanza saa sita. Kwa hiyo kuanzia saa sita pale Mwenge kitaanza kueleweka, sema kitaanza kueleweka. Kitaanza kueleweka yes, anza kueleweka. Yes. Mm -hmm. Na sisi tuna kauli mbiu yetu, tunasema nikisema praise crusade, jesus jesus in the city unasema, jesus in the city, au nikisema praise crusade, unasema jesus in the city, nikisema, jesus in the city unasema praise crusade Praise Crusade. Jesus, Jesus in the city, Jesus in the city. Praise praise crusade. Crusade. Usikose mpendwa, mwambie rafiki amwambie ya rafiki yake ni Praise Crusade tarehe moja Mei kuanzia saa sita mchana na kuendelea. Mungu anakwenda kukuhudumia na, na atashuka kwa ajili yako.